Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya nne kuhusu hatari na malipo pamoja na Daktari George Washington kutoka kwa tovuti na kurasa za vitabu kama vile Zaidi ya washindi iliyoandikwa na John Woodbridge na kuchapishwa na Moody. Hutakuwa na kisingizio chochote cha kuogopa kuhatarisha ukisikia jinsi Daktari Carver alivyokumbana na ubaguzi wa rangi na kuchukua hatari zaidi ya elfu moja kutokana na imani yake isiyotikisika kwa Bwana ambaye alimtoa kutoka utumwani na kuwa mmoja wa wavumbuzi mashuhuri ulimwenguni. Tafadhali tumkaribishe Daktari Carver kwenye Mazungumzo ya Footprints. Ni furaha yangu kuwa pamoja nanyi na kushiriki nanyi jinsi mola wetu alivyo tayari kufanya kazi kupitia kwa mtu yeyote ambaye moyo wake umejitolea kwake kwa ajili ya uvumbuzi na kutafuta suluhisho. Sababu inayotufanya tufurahie kuwa nawe kwenye sehemu ya nne ni kwamba tunataka kuangazia kwa mtu ambaye aliishi kanuni za kibiblia zinazohusu hatari na malipo ambazo Bwana Kalebu alishiriki nasi kuanzia sehemu ya moja hadi tatu. Unafaa kikamilifu kwa sehemu ya nne, na asante kwa kupatikana kwako. Ndiyo, maisha yangu yalijawa na kuchukua maamuzi ya ujasiri na hatari. Huwezi kutambua uwezo wako uliopewa na Mungu bila kujihatarisha. Asante kwa hilo. Mojawapo ya hatari zako za awali ilikuwa kuondoka nyumbani ukiwa bado kijana mweusi, ili kufuata elimu Marekani kulikokuwa na ubaguzi mkubwa. Hilo lazima lilitisha. Imani yako ilichangia kivipi wewe kuchukua hatari kutoka ujanani mwako? Kujihatarisha ni sehemu ya maisha. Imani haiondoi hatari na kutokuwa na uhakika, lakini huondoa hofu na kufanya hatari na kutokuwa na uhakika kuwa salama. Unapobeba imani kama hiyo, hata hatari inakuwa rafiki badala ya tishio. Je, unajua hatari ya kulala nje wakati hakuna mahali pa kukukaribisha kwa sababu ya rangi ya ngozi yako? na tayari uko katika hatari kwa sababu unaweza kutekwa wakati wowote na kuuzwa kama mtumwa. Siwezi kufikiria kiwango hicho cha hatari. Sasa hebu tuzungumze juu ya uvumbuzi wako. Ulivumbua bidhaa kama vile wanga, mafuta, krimu, rangi, gundi, rangi na matumizi mengine ya viwandani kutoka kwa mimea na mazao, matumizi zaidi ya mia tatu ya njugu, mia moja kwa viazi vitamu, sabini na tano kwa mmea wa pecans, lakini nyingi zilikuja baada ya majaribio ya miaka mingi ambayo hayakufaulu. Imani yako ilikudumishaje kupitia hatari na kutokuwa na uhakika wa kufaulu au kutofaulu kwa uvumbuzi? Imani yangu ilikuwa nguzo yangu iliyoniweka imara wakati mawimbi ya kushindwa, wadui, dhihaka, ubaguzi wa rangi yaliponizunguka. Usikubali kukaa bila kuchukua hatari yoyote kwa sababu unataka kuepuka kuongea kwa watu. Ikiwa Mola iko nawe, ni nani atakaye kuwa dhidi yako? Kushindwa kwa jaribio kulinifanya niwe karibu na jaribio lenye mafanikio. Wakati sijui la kufanya, mimi huenda kwa Mungu na kumuuliza. Kabla ya mapambazuko, ningeamka niende msituni na kusikiliza. Wakati fulani, Mungu alinongona wazo la rangi mpya au gundi mpya. Wakati fulani, alisema jaribu tena. Imani ilifanya mabara kuwa patakatifu pangu, hatari ikawa nafasi ya kutii. maarufu ambayo ulimuomba Mungu akufichulie siri za njugu. Je, hilo lilitokea? Ah, ndio. Asubuhi moja wakati wa maombi nilisema, Bwana Mumbaji, kwa nini ulitengeneza njugu? Na rohoni mwangu nilimsikia akisema, kijana mdogo, unauliza swali kubwa sana, lakini nitakuonyesha maajabu ya njugu. Hiyo iliniweka kwenye njia ya majaribio yasiyo na mwisho. Watu walicheka mwanzoni, njugu lakini kile ambacho ni kidogo kwa mwanadamu mara nyingi ni kikubwa kwa Mungu. Ili kuchukua safari kama hiyo, lazima uhatarishe sifa yako, faraja yako na kiburi chako. Imani inakufanya uwe tayari. ulisawazisha vipi uchunguzi wa kina wa kisayansi na maisha yako ya kiroho? Hazikuwahi tengana. Sayansi ni uchunguzi tu wa kazi ya mikono ya Mungu. Imani ni unyenyekevu wa kukubali kuwa wewe ni mwanafunzi tu katika ulimwengu wake. Udadisi, maombi, na majaribio ni ndugu, si wageni. Hatari ya kuchagua kuwasaidia wakulima maskini juu ya kupata pesa kutoka kwa hataza, ubia wa ushirika na umiliki. Kampuni nyingi zilikupa utajiri. Hata hivyo uliwakataa. Hiyo ilikuwa hatari kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kusudi ni tajiri kuliko mshahara wowote. Mungu hakunipa uwezo wa uvumbuzi huo wote ili kujitajirisha. Akasema, chukua vitu hivi rahisi na uwaonyeshe watu wangu jinsi ya kustawi. Uvumbuzi hauhusu faida, unahusu huduma, na huduma inahitaji nia ya kuchukua hatari kwa ustawi wa wengine. Wasikilizaji wengi leo wanapambana na woga, uchovu au kutokuwa na uhakika kuhusu kuchukua hatua za ujasiri katika kazi zao, biashara au uvumbuzi. Ungewaambia nini? Ningesema hivi: usimwombe Mungu nafasi kubwa, mwombe akuonyeshe kusudi lake kwa uwazi. Ukishakuwa na kusudi, hatari hazitakutisha tena. Nakumbuka hakuna mtu aliye na haki yoyote ya kuja ulimwenguni na kutoka ndani yake bila kuacha nyuma sababu tofauti na halali za kupita ndani yake. Acha kusudi hilo likulazimishe ujasiri wako kuchukua hatari kubwa zaidi. Wasikilizaji, Mungu anakuweka hapa duniani kwa kusudi fulani. Acha kusudi hilo la maisha yako ilazimishe ujasiri wako kuchukua hatari kubwa. Usipeleke wazo hilo la biashara kaburini, usichukue uvumbuzi huo, ubunifu kwenye kaburi kwa sababu ya hatari. Daktari Carver, asante. Ujasiri wako, uvumbuzi na imani yako inaendelea kutia moyo vizazi. Unastahili pongezi zote. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.